Imerusha wimbi jipya la makombora kuelekea Israeli katika kile kinachoonekana kuwa kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi yanga ya anga ya Marekani katika maeneo matatu muhimu zaidi ya nyuklia. Milipuko mingi juu ya Yerusalemu ilisikika. Haya yanajiri muda mfupi baada ya Jeshi la Ulinzi la Israeli kuonya kuhusu makombora ya Iran yanayokuja. Kulingana na CNN, jeshi la Israeli lilithibitisha shambulio hilo mapema Jumapili na kuwataka raia kutafuta makazi mara moja. Muda mfupi uliopita IDF iligundua makombora yaliyorushwa kutoka Irani kuelekea eneo la Jimbo la Israeli. Jeshi la Ulinzi la Israeli, IDF, lilisema katika taarifa iliyobebwa na CNN. Mifumo ya ulinzi inafanya kazi kuzuia tishio, iliongeza taarifa hiyo, ikiwataka umma kuingia katika eneo lililohifadhiwa na kubaki hapo hadi ilani zaidi. Hili ni tukio la kwanza la makombora kutoka Tehran tangu Rais wa Marekani Donald Trump kuthibitisha kuwa ndege za Kimarekani aina ya B2 zilishambulia vituo vya nyuklia vya Fordo na Natanz na Isfahan vya Iran. Kuongezeka kwa mashambulizi kwa sasa kumeliweka eneo hilo katika awamu mpya ya hatari ya mzozo na kusababisha hofu ya vita vikubwa zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arachi, katika chapisho lake kwenye mtandao wa X alilaani vikali shambulizi ya Marekani na kuyaita ukiukaji mkubwa wa kanuni za kimataifa. Matukio ya asubuhi ya leo ni ya kuchukiza na yatakuwa na matokeo ya milele, Arachi alisema katika taarifa yake. Iran inahifadhi chaguzi zote kutetea mamlaka yake, maslahi na watu, aliongeza. Aidha alishtumu Washington kwa kukiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa na mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia NPT Marekani, mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, imefanya ukiukaji mkubwa wa mkataba wa Umoja wa Mataifa, sheria za kimataifa na NPT kwa kushambulia mitambo ya nyuklia ya Iran, inaripoti CNN. Wakati Tehran inashikilia kuwa mpango wake wa nyuklia ni madhubuti kwa madhumuni ya nishati ya amani, wataalamu wa kimataifa kwa muda mrefu wameelezea wasiwasi wao. Shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala ya nyuklia, IAEA limebainisha kuwa Irani ina uwezo wa kurutubisha uraniumu ambao haulinganishwi na nyingine zozote zisizo za nyuklia. Mashambulizi ya Marekani yaliyothibitishwa na Rais wa Marekani na shirika la utangazaji la Uingereza BBC na Reuters yalilenga vituo vitatu vya nyuklia vya Irani vilivyoimarishwa zaidi: Fordo, kituo cha urutubishaji kilichozikwa chini ya ardhi sana kilichopigwa kwenye mlima karibu na Kom, na tanzi kitovu cha juhudi za Irani za kurutubisha uranium, na Isfani, nyumbani kwa mtambo muhimu wa kubadilishia uranium kulingana na shirika la utangazaji la Uingereza BBC, shambulio hilo lilitekelezwa B2, Spirit, strength, GBU, treta, mujia kwa kutumia ndege za B2 Spirit stealth zilizokuwa na GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, silaha pekee inayoweza kuvunja ngome zilizoimarishwa huko Fordo. Katika hotuba ya moja kwa moja kutoka ikulu ya White House, Rais Trump akiwa na makamu wa Rais JD Vance, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na waziri wa ulinzi alitangaza ujumbe huo kuwa wa mafanikio makubwa. vifaa muhimu vya kurutubisha nyuklia vya Irani vimefutiliwa mbali kabisa, Trump alisema katika taarifa yake ya Ikulu ya Marekani. Hapo awali ndege za B2 ziliwekwa tena kwenye utulivu hadi Guam, na hivyo kuibua uvumi wa mashambulio unaokuja kwa kuwa sasa mashambulizi yamefanyika, waangalizi wa mambo wanasema hali ya kisiasa ya kijiografia imebadilika sana kote kote. Asia, watu waliamkia habari kwamba tovuti ya Fordo, makazi ya juhudi za siri zaidi za kurutubisha Iran